Mashirika mbalimbali ya kijamii hii leo yameungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya kina mama. Mashirika, makanisa na kampuni mbalimbali zimetumia mbinu tofauti tofauti kuadhimisha siku hii. Katika eneo la Changamwe ya Kaunti ya Mombasa, kundi la vijana la Stretchers limeandaa matembezi huku likitoa wito kwa Kaunti ya Mombasa kuzidisha juhudi za kukamilisha sera ya kutetea haki za wanawake. Maoni yangu kwa Kaunti ya Mombasa, Uh, ni kuwa waweze ku fast track ile gender policy iweze ku um, kupita na iweze kuanza kuwa implemented so that masuala um, ya gender issues ziweze kusorudhiwa ku, ku na ziweze kuangazia masuala yote ya gender issue. Hatuwezi ongelea masuala ya gender kama hatuna sera. We cannot hold the government accountable. Like kitu yote ya gender issues kitokea. We don't have policy to support us. We don't have policy that we can say this is how the policy says. So, but if we have the policy to be pitishwa, then we'll hold the government accountable as they were supposed to do. Mashirika yaliungana na Stretchers katika matembezi hayo, aidha yamehimiza ya mikakati kuwekwa ili kupunguza visa vya mauaji ya wanawake ambayo yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Unafika saa 12 b mtoto wa kike unaambiwa uwezani Niko na kazi labda kazi yangu ya yafanye kwa usiku, niko na biashara inabidi nifunge mapema. Kwa nini? I am not safe. So today tunawakilisha hizo sauti za wanawake ambao wanadhulumiwa pale mtaani, na to make sure young girls feel safe in the community the government should put uh, in place mitigations and uh, mikakati za kuweza kusaidia sisi wanawake kuweza kuzuia the vulnerability that is in the society in which we should they should ensure kuna better education system, kuna waste uh, sanitation uh, better system na they should ensure pia kuna health, kuna good health system ya yeah, sisi wanawake because hizi challenges zote zinaweza zinatufanya sisi tujipate katika hizi situation kama hizi. Maombi kwa serikali kuu na serikali ya kaunti ya Mombasa ni kwamba wamama wadogo, the young mothers, wamefungwa wametengwa na wamekuwa discriminated, so it's high time for the government to come up with policies that are going to guide these young mothers and protect them. Tunaona sana sana wasichana wakizaa wakenda wa shuleni, so wa wa wa bado kuna hili kutekelezwa kuchekwa bado hakuna information huko chini and if kutakuwa na information na data, ni shida nyingi za GBV and most of these young mothers are becoming pregnant because wanakuwa defiled wanakuwa raped and there is no one there to protect them, so I call up, I call upon the government to come together and work with the CSOs and the other organizations that champion for the rights of the human rights and girls, ndio kusema yale ambayo yanaongelewa na shirika tofauti tofauti. Kusema kweli GBV imekuwa na ime imekuwa yani donda kama donda sugu katika sehemu tofauti tofauti, lakini tukishirikiana pamoja na wao, jamii nzima, pamoja na serikali ya kaunti na ya serikali kuu na hata wananchi wote tutaweza kusaidiana na kuweza kuondoa janga hili la HIV. Kwa upande wao waamini wa kanisa Katoliki wa paroko ya Crossroads Changamwe wameandaa michezo mbalimbali ili kuwasherehesha wanawake wanapoadhimisha siku hiyo. Akizungumza pembezoni mwa mchezo hiyo, kapteni wa timu hiyo Changamwe amepongeza waandalizi wa mchezo hiyo. Kwangu mimi, siku ya leo nimefurahia sana kama mwanamke, na wanawake wenzangu tunasema ni asante kwa wale wote waliotushika mkono, waliotembea na sisi bamba tubamba, hunyo kwa hunyo. Tunashukuru sana waheshimiwa wote tulioanza na wao mpaka sasa hivi Bada tunamalizia na nao, zaidi ya yote tunashukuru tuna wenye waliorganize hii michezo, ukianzia na maporoko wetu chaplains wetu, hata kizito na hata maingi. Mkurugenzi wa shirika la Mombasa Women Empowerment Network, Amina Abdalla, amesema michezo hiyo imewapa fursa kina mama kuchangamana na kuonyesha ukakamavu wao katika michezo.

lishi wa wadi ya Chan Franklin Makanga kwa upande wake ametoa hakikisho kwamba mikakati ya kukamilisha sera kupambana ya kupambana dhidi ya dhuluma za wanawake imefika katika hatua za mwisho. Aidha, amesema kuna haja ya mikakati zaidi ili kumwezesha mtoto wa kiume ambaye anaonekana so na kulemewa kiasa hii, tunakubali sisi sote kwamba mwanamke, kiasi ya kwamba, na huenda kuna athari kwamba watakosa mabwana wen hayo pia tuweze kuangazia na tuone vile tutafanya. So, sasa